Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha siku ya 38 ya Kwarezima, kipindi ambapo tutaendelea kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa tunazozikuta katika Sande ya Torino. Leo siku ya 38 tunazungumza juu ya hili jambo kwamba hatimaye sasa sanda iko chini ya umiliki wa kanisa Katoliki. Ni kipindi kinaocholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kwa ajili ya kumwenzi huyu tunayemwona katika sanda ya Torino, shule inayoitwa Kwauso jina ambalo linamaanisha kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi karibuni ndugu zangu, tutaanza na nukuu: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hayo ni maneno tunayokuta Yohane kumi na tano, aya tunayokuta katika Injili ya Yohane sura ya kumi na tano aya ya kumi na tatu. Ni maneno ya Yesu iliyochaguliwa kama kauli mbiu ya maonyesho ya hadhara ya sanda mwaka 2015 na askofu mkuu Cesare Nosilia wa Torino. Sanda ilikuwa chini ya umiliki wa ukoo wa kifalme wa Savoya tangu mwaka 1453. Mwaka 1898 mwaka Secondo pia alipochukua picha za kwanza za sanda kwa teknolojia ya fotografia ambayo ilikuwa ni teknolojia mpya wakati ule, tukio lilofungua macho ya sayansi kuweza kuona kwamba sanda ni kitu chenye tabia za pekee. Sanda ilikuwa mikononi mwa ukoo wa kifalme wa Savoya. Wafalme wa Savoya walikabidhiwa sanda kama dhamana ya kuakishiwa usalama. Hivyo picha za Sekondo pia zilizofanyiwa utafiti wa kisayansi na Profesa Yves Delage wa Chuo Kikuu cha Sorbonne, Ufaransa, hazikuwa picha za kitu kilichohesabiwa kisheria kama mali ya kanisa au shirika fulani. Lakini hata kama watu wa ukoo wa Savoya walijua kwamba sanda iko mikononi mwao, ni dhamana kwa ajili ya jamii kubwa zaidi, walijua vilevile kwamba wana wajibu wa kuitunza vizuri. Umbeto wa Pili, mfalme wa mwisho katika ukoo huo wa kifalme alipoondolewa madarakani na kukimbilia Ureno mwaka 1946 akupoteza haki yake kama mmiliki mwakilishi wa sanda, hata kama sanda ilibaki imehifadhiwa Torino katika kikanisa cha kifalme cha Guarini Guarino. Katika uzee wake, mwaka 1983 alikutana na Papa Yohani Paulo wa Pili. Wakati huo mipango ilikuwa imesha fanyika ya kuhamishia umiliki wa sanda kutoka ukoo wa Savoya kwenda katika kanisa Katoliki. Tangu wakati huo, kanisa linaimiliki sanda. Kabla ya hapo, kanisa lilikuwa linashirikishwa kuhifadhi sanda. Askofu wa Torino ndiye alikuwa mwabijibikaji na muhusika wa kuhifadhi kwa niaba ya kanisa, lakini kanisa isingeweza kufanya chochote na sanda bila kufanya mawasiliano na msimamizi au kichwa cha ukoo wa Savoya, lakini sasa azina hii kubwa imo mikononi mwa kanisa, kanisa Katoliki. Hata hii sio azina ya kifedha au mali, bali tunu ya ulimwengu mzima. Jambo hili linatokana na ukweli kwamba sanda inatunza sio tu fumbo la kisayansi, bali pia na zaidi sana kitu kinachozungumzia tukio la ukombozi wa binadamu katika lugha isiyoweza kurudiwa popote na yeyote mpaka leo. Kanisa lina wajibu wa kuhifadhi tunu hii kwa uangalifu mkubwa. Huenda ndiyo sababu mara nyingi kanisa litaendelea kusita kuiingiza sanda katika mazingira hatarishi kwa kuruhusu majaribio ya kila aina na kila mara yafanyike juu yake kanisa likisubirisha kuitoa sanda kwa vyombo vya sayansi kwa ajili ya utafiti unaoonekana ni wa muhimu kwa sayansi, haitakuwa imekataa kwa ajili ya kuogopa ukweli, bali itakuwa imefanya hivyo kwa kuzingatia uzito na unyeti wa wajibu wake. Mfano, miaka ya 1960 wanasayansi walikuwa wamekuisha omba wamiliki wa sanda watoe kibali cha kufanya majaribio ya kupima umri wake. Wahusika walishindwa kukubali, kwa sababu njia iliyokuwepo ilihitaji sehemu kubwa ya sanda iharibiwe ili majibu yaweze kupatikana, lakini busara aikuruhusu hilo litendeke. Haionekani kuwa ni jambo la busara kuharibu kipande kikubwa cha sanda ambayo ni zawadi kwa ajili ya kujua umri wa kipande hicho kilichobaki. Hasara inayoingia ni kubwa mno ukilinganisha na faida inayopatikana. Ikiwa kwa ajili ya uwazi kanisa itakubali kupata hasara ya kuteketeza sehemu kubwa ya sanda ili yapatikane maarifa zaidi juu ya umri au taarifa nyingine yoyote ile juu ya sanda, itajikuta inalaumiwa mbele ya historia. Basi ya ndio maneno mafupi kuhusu ukweli kwamba sasa hivi sanda iko chini ya umiliki wa kanisa Katoliki. Ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kunisikiliza, na kesho basi, siku ya thelathini na tisa ya kwa resima, tutazungumza juu ya mada ambayo tutaita akili ya hoji. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.